Waziri Mkuu Mstaafu Joseph Sinde Warioba amezungumzia yaliyotokea Oktoba 29, na baada ya hapo, masuala ya mauaji na mambo mengine, na namna taifa hili lilivyogawanyika na jinsi siasa inavyoingilia vyombo vingine vya ulinzi na usalama kama vile jeshi la polisi, na kusema hali hiyo inahatarisha ustawi wa nchi na amekemea. Ameyasema hayo wakati akifanyiwa mahojiano na mwandishi Manyerere Jackton wa chombo cha habari cha Jamhuri. Hebu usikiliza alichokisema. Nimwambia mama, simama mama, nimeogopa sana. Ukisikia kuna mgawanyiko katika chombo kinachotulinda unakuwa na wasiwasi na wasi. Ukiangalia vita ya Kagera vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figa zinazozungumzia hawa haa waliokufa, ni wengi zaidi kuliko ile vita, kuliko ile vita. Kuliko ile vita. Hmm. Sasa ile tuliuawa na adui, hapa tunajiua sisi wenyewe. Hivi hawa polisi hakuna hata mmoja ndugu yake ameuawa? Hawa wa kwenye vyombo vya ulinzi wa usalama hakuna yeyote, ama viongozi hakuna hata mmoja ambaye ndugu yake ameua. Mheshimiwa Warioba, umenukuliwa kabla ya uchaguzi mkuu ukionya jeshi kuhusishwa na masuala ya siasa. Na bado ni msimamo wangu, bado ni msimamo wangu. Nilipozungumza mwezi Desemba mwaka uliopita baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, na nikisikia walivyokuwa wanaandaa wanajiji, nikasema tukia tukihusisha vyombo vya ulinzi na usalama katika siasa tutapata matatizo, na specifically nikasema jeshi la ulinzi lisije likahusishwa kabisa katika siasa. Sasa tunaona matokeo yake ya vyombo hivi kuhusishwa na siasa. Lakini kubwa zaidi kwa vyombo hivi kuhusishwa kwa siasa, vimegawanyika. Ndani ya vyombo hivi kuna mgawanyiko mkubwa, kuna mgawanyiko. Mimi mimi walikuwa wananiambia kwamba kuna mgawanyiko ndani ya polisi, walikuwa zaidi wanazungumza juu ya polisi. Mi ah, sikuamini sana. Lakini siku moja mwezi Septemba nimetoka hapa nakwenda kwenda ofisini kwangu, nimekwenda nimefika pale St. Peters kwenye mataa yale pale, kulikuwa na askari wawili wa traffic. Askari wawili wa traffic wanaongoza magari, sasa wakati tunapiga kona, ana unakwenda kwa taratibu Askari wale wakaniona watu wawili, wakapiga saluti, yani mmoja akatoa ishara tusimame. Kwa hiyo nikamwambia dereva wangu, tunapiga kona pale, tafute mahali apark. Kwa wale wanaofahamu mahali pale, St. Peter's, ukipiga kona ile unaingia eh, elesarasi, pembeni pale kuna watu wanafanya kazi ya kuuza maua. Kwa hiyo tukaenda tukapiga, tukasimama pale, wala askari wote wawili wameacha kuongoza magari, wamekimbia, wamekuja pale, wamefika, wamepiga saluti, wameisalimu na bila hata eh, kero, wakasema mzee, tunashukuru tumekuona, tunaomba msaada wenu nyinyi wazee. Nasema wakati wote huu tulikuwa tunafanya kazi bila ubaguzi wa dini bila ubaguzi wa kabila. Lakini sasa siasa imetugawa, imetugawa sana, tunafanya kazi kwa mazingira magumu. Sasa tunaomba msaidie ili hali irudi kama ilivyokuwa wakati wenu. Na wanazungumza ndani ya gari na driver wangu na msaidizi wangu, na pembeni pale kuna watu wanauza maua, wote wanasikia. Yani ilimtisha kwamba askari hawa wanaona wamepata nafasi ile, bila hata kujali nani anasikia.